Hili niingie zaidi, hakuna mwananchi au biashara mwananchi ambayo imeharibiwa, hakuna mali ya serikali iliyoharibiwa, hakuna mwananchi pamoja na kukamata, ambaye labda labda kwamba pamoja na kuwakamata, lakini hakuna aliweza kuumizwa. Wote tuliwatia bila masharti, tulibaki na wale ambao tuna ushahidi nao, lakini pia tunao wawili ambao tunawashikilia kwa kosa la kujihusisha na kusambaza, kuhamasisha watu kujiingiza kwenye kujim mitandao ya kijamii ambao pia baada ya taratibu za kisheria zikikamilika, e, sheria itachukua mkono wake. Tisa hao ni walikuwa wanajihusisha na swala la uchomaji wa matairi. Hawa wawili ni wale ambao tulikuwa na ushahidi kwa sababu ya kuhamasisha kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kama tunawashikilia watu 11 ambao tumepembua toka watu 300 ambao tulishika tukapembua tukaona kwamba hawahusiki ila walikuwa ni ushabiki na ule umri. Lakini baada ya hapo, baada ya kujadiliana, kamati ya ulinzi na usalama ikaridhia chini ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba tuwaachie bure bila masharti. Hizo so ni propaganda ambazo kwa kweli ni mojawapo, watu ambao tukiwapata tutawachukulia hatua. Hakuna askari wa jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro wala hata kurushiwa jiwe hakuna, hakuna mwananchi mkoa wa Kilimanjaro ambaye ameuliwa. Bahati nzuri hospitali zipo, mnaweza mkaenda. Watu ndugu, hakuna mtu aliyepita au kaja jeshi la polisi kusema hajamuona ndugu yake. Kwa hiyo tulifanya kazi kwa kuzingatia nidhamu, haki, weledi na uadilifu, ndio ilitufanya tufanye kazi kwa weledi mkubwa. Lakini nimshukuru sana mkuu wa jeshi la polisi Tanzania pamoja na kamishna wa operation na mafunzo Afande Sipia awali kwa jinsi ambavyo walikuwa wakitupa training, wakitupa mafunzo na wakati mwingine kutupa maelekezo moja kwa moja, ndiyo yamesababisha kuhakisha kwamba mkoa umeenda kwa weredi mkubwa sana. Kuna kama inaonesha ni na, na miburuzo hmm, ya kama scratch haijulikani kwa sababu pale eneo lile walikuta wale watu ni, ni tulifungua taarifa ya kifo kwa sababu inaonekana kama ni ajali bado tunaendelea kuchunguza, tujue ni wawapi. Haikuwa na mahusiano na suala la maandamano mm. ni kweli walikutwa kule, lakini kwa sababu ilikuwa na mipuruza, ni dalili kama ni, ni tukio la ajali mm. lakini sasa kama kuna mtu ana taarifa kinyume na hizo ninazoziongelea, <coughs> tunamkaribisha. Asante kamanda.